Msomoe Ruto rais, rais wetu nini mbaya? Sasa jana nakuona tena kama umevaa suti

ya ya ya na na na na hiya. Hi, hi hiya na rais, tutaingia Singapore na masini hii hii, pro pro wa unafanya testing bwana, una testing ya chapa. Una testing niliona ukiwa na suti unapiga unapiga, nikashangaa umekuja kwa simu yangu ukifanya hivi, kwani unataka kufanya kazi ya chapa tena ya rais how, how? how will we enter Singapore kama unafanya how We cannot enter Singapore na hii. Hii ni system ya moja ya kitabu. Hao na, na suti na suti, uko na suti ya rais na na, na, na muindi na waarabu wote wamekukava hapo, unafanya testing testing testing hivi hivi. Hapana, hapana, hiyo biashara waachie Museveni, usifanye hiyo, usifanye Museveni. Ndio niliona yeye rais, niliona Museveni kama ameweka mesa hapo, ameweka mesa na beseni, ana ana, ana vote ndani ya beseni, anafika system ile manual ya kitabu ya boy, ameweka beseni ana vote kwa beseni beseni ana ngoja wewe. Nani nani huyo? Sasa nini ana boko bese, osa ana boko bese ai, wewe fanya hivi rais, enda ulete mashine ya chapa tuingie sikapo. Tu atsai teknolojia yetu ya Kenya shaenda jua tuwezi fanya

Nani anakupinga oa? Gari yenye ilitengenezwa wakati wa Kenyatta, wakati wa Kenyatta na wakati wa Moi zinakwama kwa barabara, katikati ya barabara. Toa kwa barabara, hiyo sio gari. Unataka uingie Singapore na gari kama hizo. Alafu waje kufanya experiment ya chapa at manual. Manual, sure ni rais. Manual unafanya naye experiment aje, sure? It does not make sense, it does not make sense. It is not making sense. Oh, hiyo technology ya kitambo, wache msebeni. Wache msebeni. Wache msebeni hiyo testing ya kitambo, wache msebeni. Eh, Musa bin ndiye anafaa aje eksperimenta hiyo. Hiyo memory ya kitamba. Yeye sio wewe, wewe yani unaleta mashine. Yeye analeta mashine chapwa tu ingia nayo shinga. Laita mashine ya chapwa tu ingia shinga kwa. Lai, Rais William Sabarujo. Laita mashine ya chapwa. Nimeona kama huyu jamaa, huyu deepus deepus. Huyu deepus deepus. Yeye anapila tu kwa deepus, anapila tu kwa deepus. Akona kinaweza fanya. Eh, hivyo tu akwenda kwa nyingine. Sawa sawa. Ah, a a Rais. Rais jana niliona wewe ukivaa nguo ya watu wa hoteli unapika chapati. Rais unapika chapati na ulituambia hapa Rais William Ruto. Ulituambia hapa unaleta unaleta nini? Mashini ya chapati ulisema unaleta mashini ya chapati. Sasa jana mimi niliona wewe ukipika chapati tena na, na, wa, wa, nini? Wahindi. Unapika chapati na Wahindi na Waarabu unafanya testing ya chapati. Si ulisema unaleta mashini? Si ulisema unaleta mashini ya chapati? Sasa jana ulikuwa unafanya nini jana? Hapana na na na ya ya ya ya ya chapati chapati tulisema unaleta unaleta hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo biashara. Rais, ni nini nini? Nini ulikuwa unafanya unafanya ile ile ile hili? Eh, kirudi. Hii hii wewe tena unatumia pani ulisema hivi. Eh? Chapati milioni moja a chapati. Sasa tena unatumia pani wewe ni yani, rais wetu, tunakupenda tunakujali kujali tuna, ku, tunakumbuka kila saa tunakutambua, wewe ndio kila kitu. Na sasa una, una una, experiment ya chapati. Mr. Eh, eh, eh, Mr. Dimples eh, eh, eh, eh, Sakaja. Mr. Dimples Sakaja ana nini? Ana, ana, le, watoto. Watoto watoto wanakula wanakula chapati chapati na Robin. Na Robin, na kila mahali. Sasa, Dimples wewe pia umeenda ukanyamaza, rais amekosa kuleta letea una sisi, unapiga tu rais chapati. Wacha hiyo experiment unafanya na mikono yako. Hiyo ni, ni wakati ya Moi, hiyo experiment ya kitabu i unavaa nini ya wanawake hiyo ya hoteli, unataka kufanya ya, ya sasa. Unajua bwana, na unaweka hiyo kitu ya chapati, ya watu hoteli unafanya experiment. Experiment, experiment. Mr. President, machine, tuingie Singapore, kama tuko fix Endo lete mashine. William Samoi Ruto. Wewe ndiye rais wetu. Endo lete mashine. Wewe ndio lete tu mashine. Lete sisi mashine ya chapati after 30 minutes tuko na chapati milioni moja. Eh, hey, hakuna kitu kama hiyo haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo. Leta mashine chapati ya uh, rais. Nana sasa hiyo ni nini? Ni nini hiyo umefanya? Ni nini hiyo umefanya? Mimi niliona wewe kwa sibu yangu ukipiga chapati unafanya hivi, unapiga chapati hivi. Na umevaa suti bwana. Unani umevaa suti na unapiga chapati? Wa Arabu wanakuja, wanakuja wanakudanganya, uvaa suti unapiga chapati na nini aje? Mr President ungeniita nikufanyie hiyo kazi. Wewe ni rais wetu, tunakuheshimu. Ungeniita nikufanyie hiyo kazi, ni kwa mtu ya mikono, mtu ya mikono, mtu ya mikono. Nitengeneza chapati, nitengeneza chapati, nitengeneza chapati. Mimi sikuwa na kazi nyingine jana, jana nilikuwa napiga piga, mara hodi, mara hodi nikutengeneza chapati na, na mimi nivaa hiyo kitu nikitoka hapo nipewe milioni mbili. Unipewe milioni mbili. Eh? Usiwai vaa hiyo kitu tena, ende ulete masini, ende ulete masini tuingie Singapore. William Samoi Ruto, President of Kenya, ende ulete masini ya chapati tuingie Singapore. Wacha kutumia hiyo masini ya kurundo kurundo kurundo rundo chapati rundo rundo chapati, una rundo rundo, una chapati experiment gani? Una rundo gani, una rundo chapati ndani ya State House au ulikoa rundo wapi? Una prepare chapati ya State House? Una prepare chapati, una prepare chapati? Hapana. Mimi kama unataka tukuamini tunaingia Singapore, wacha kuwafanya experiment ya chapati hiyo. Wacha kufanya hiyo biashara. Hapana. Mr President, hapana. Hapana, enda tu lete mashine. Sisi tunangoja mashine. Bado tunakumbuka kitu ulisema last year, unatuletea mashine ya chapati. Sakaja amenyamaza, anapiga dimbuza, anapiga dimbuza, amepiga dimbuza. Sasa Nairobi watu watakula chapati za. Watu watakula chapati za Nairobi Sakaja. Watu watakula chapati za. Mraisi William Samoei Ruto nakuomba leo asubuhi aende ulete mashine ya chapati tufanye naye experiment ndiyo tuone kama hiyo mashine. Wacha kufanya testing na mkono yako eh, wacha kufanya testing na mkono yako tafadhali. Wacha kufanya testing na mkono yako. Ukivaa hiyo nguo, hiyo nguo ya chapata, tumevaa hiyo, unapiga una, una, na suti unapiga na shuti, nguo ya chapata unapiga na shuti. Hapana, hiyo biashara hapana.